Tunaelekea kwenye michuano ya, ya Road to BAL ambayo um, ni Basketball Africa League. Ni ligi ambayo um, iko chini ya NBA ambayo um, um, inahusisha club mbalimbali uh, mbali za, za basketball hapa Afrika. Um, ni ligi ambayo imeanza sasa hivi na u uh, tunaenda mwaka wa sita. Uh, na sisi kama Dar City tumepata nafasi ya kuweza kushiriki um, miaka miwili nyuma hatujafanya vile tulivyotaka, ila tuko katika stage ambayo tunaelekea katika mwelekeo mzuri na um, tunajiandaa sasa hivi katika tuko katika mazoezi ya mwisho, kuna siku moja ambayo mpaka games zianze um, Um, sikuwa sija, si, sija, nimejiandaa kwa ajili ya kuongea ila um, ningependa tu kwa kuwakaribisha wadau na watu wengi waweze kujitokeza kuja kutusapoti sisi kama Daasiri um, sisi kama Watanzania um. Lakini kubwa ni kwamba mimi kwangu hii ni personal na mimi kama mpenzi wa mchezo wa mpira wa kikapu uh, nafurahia jinsi ambavyo tumeweza kutengeneza timu ya Tanzania ambayo imehusisha wachezaji wa kiwango hiki ambacho Dar City inao. Mimi nimehudhuria session ya mazoezi hapa, nije nijionee mwenyewe nisione tu zile uh, highlights kwenye, kwenye mitandao, nije nione mwenyewe, na nimeridhishwa sana na kiwango chao. Kusema kweli katika group zote ambazo tumewahi kuwa nazo za timu ambazo tumewahi kutengeneza, nafikiri hii ni bora kuliko zote ambazo zimewahi kutokea, na kwa fursa hii nitumie kuwapongeza viongozi wa Dar City kwa kuweza kukusanya vijana hawa na kukusanya ukubwa wa timu hii. Lakini kimoja cha ziada cha kikubwa zaidi ni kwamba niwapongeze kwa jinsi ambavyo wanaweza kuitengeneza timu kumzunguka Superstar wetu, celebrity wetu kwenye mchezo huu Hasheem Thabeet. Yaani, kwamba timu nzima inatengenezwa, lakini ni around Hasheem Thabeet, ambacho ni kitu cha kizalendo sana mnakifanya. Kwa uwezo mliokuwa nao mngeweza kusajili wachezaji wa nje watupu na mkatengeneza timu yenu, lakini mmehakikisha kwamba mchezaji wa Kitanzania ndo anakuwa kiongozi, ndo anakuwa captain wa timu hii, hata tunapoelekea kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kuwaomba wapenzi wa michezo, wapenzi wa mchezo wa mpira wa kikapu kuhudhuria kwenye siku kadhaa hizi kuanzia kesho hapa viwanja vya Shule ya Kimataifa ya Tanganyika na kushuhudia michezo mizuri na niwahakikishie kiwango cha timu inayowakilisha Tanzania kitawafurahisha sana. Ama... Dar City ni, ni timu kubwa na ambayo leo mnaona imekuwa na kocha wa kigeni. Kocha kutoka mataifa ya nje. Tumezoea timu hizi nyingi zinakuwa na makocha wa hapahapa au makocha wapi, lakini hii ni ishara kwamba timu inakuwa na kwamba inafikia katika sura ya kuwa ni timu ya kimataifa. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kushukuru sana kwa namna ambavyo mnajiorganize wenyewe, lakini kwa namna ambavyo pia mnaweza mkawa sehemu kubwa sana ya kupeperusha bendera ya ushindi kwa taifa letu, na kama ambavyo pia Mheshimiwa Naibu Waziri wetu amezungumza, wa nami ni nishindirie ni, ni tu kwamba mchezo huu wa kikapu katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ni mchezo ambao bado haujawa na wapenzi wengi sana, na kwa mantiki hiyo kwa mchezo huu kufanyikia hapa kwetu Dar es Salaam IST school ni kigezo kikubwa sana cha kuwataka sasa ama kuwaomba Watanzania na hasa Dar es Salaam wafike kwenye uwanja huu wa shule ya kimataifa Tanganyika waweze kushuhudia mashindano haya ambayo yamekushazungumzwa vizuri sana na mheshimiwa naibu waziri kesho jioni. Nikisema kesho jioni, mnafahamu kwamba leo ni tarehe kumi na, tarehe, tarehe kumi na leo ni tarehe kumi na ngapi jamani? Leo ni tarehe kumi na sita. Kwa hiyo nikisema kesho jioni, na maanisha tarehe kumi na saba ya mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano jioni, saa za jioni, maana yake ni kwamba hapa tayari patakuwa patakua pamekwisha taradad na mambo yote yataanza hapa. Na kwa mantiki hiyo niwathibitishie, kocha, kapteni, Mheshimiwa naibu waziri, niwathibitishie kwamba Dar es Salaam iko it, salama sana. Nafahamu kwamba wapo wageni walio watakao shiriki mashindano haya, lakini pia Dar City yenyewe pia imesajili wachezaji pia kutoka nje ya taifa letu. Niwathibitishie kwamba Dar es Salaam ipo salama sana. Wapo baadhi ya watu ambao wanajaribisha kidogo kutishatisha watu kwa namna fulani, lakini naomba niwatoe hofu. Mnaweza mkaona kwamba mtu anayekusudia kuharibu amani ya mkoa au wa taifa anakusudia kufanya nini? Cha kwanza anakusudia kuharibu mnyororo wa kiuchumi katika taifa letu. Cha pili anakusudia kuharibu mfumo wa kimichezo katika taifa letu, na tatu anakusudia kuharibu diplomasia iliyopo kati ya Tanzania na mataifa mengineyo. Lakini jambo la nne anakusudia kuharibu mfumo wa siasa yetu katika taifa, na jambo la tano anakusudia kuharibu, kuharibu utamaduni wetu kama Watanzania. Na kwa mantiki hiyo hatutaruhusu. Ukiangalia uwanja wa shule ya, ya kimataifa Tanganyika ukiuangalia uwanja vizuri, unauona namna ambavyo wamewekeza sasa. Tokee mtu mmoja aje aharibu miundombinu ya namna hii, maanake ni kwamba wageni kutoka mataifa mengine tutawapokea kwa sababu taifa litakuwa limekushaingia katika doa la kutokuwa na amani. Ni wasihi pia waandishi wa habari tunapotangaza michezo hii kupitia timu kubwa hii ya Dar City, pia tutangaze zaidi kwa Watanzania na hata watu waliopo nje ya taifa letu kwamba ni muhimu sasa kuendelea kukiona, kuiona Tanzania kama kisiwa cha amani, na hapo ndipo itakuwa ni mwanzo wa taifa letu kupata kila kitu tunachokihitaji. Mwisho, Mheshimiwa naibu waziri, wewe ni mtaalamu zaidi na mambo ya michezo, lakini kwa kushirikiana na Dar City ningeliomba kwamba mtupe mipango mizuri, ili sisi tukashirikiane na manispaa zetu, ili ikiwezekana mwaka huu au mwaka ujao wa fedha tuweze pia kutengeneza uwanja mnafahamu kwamba mwaka huu, mwaka 2027, Tanzania pia itakuwa ni mwenyeji wa mashindano makubwa ya Afcon. Afcon tunazungumzia eh, football. Lakini leo wenzetu wale sita wanatufungulia pia mlango wa timu ya, ya mpira wa kikapu kwenda tena katika mashindano ya kimataifa. Kwa very likely pia miaka mingine pia inayofuata Tanzania itawika zaidi katika mpira huu wa kikapu. Kwa nikuombe sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kushikiana pia na, na Dar City, tuone namna nzuri. Sisi we have money, tuna pesa ambazo tayari tunazo mkononi. Ni jambo tu la kwa unlock minds ili angalau tuweze kuwa na kitu kizuri. Na nikuomba kwamba wewe na wataalamu wako tunaweza tukapita kwenye viwanja vichache kwa kusaidiana pia na captain, kocha na wafadhili pia michezo hii ili tuweze kuiba angalau teknolojia kidogo na tuwe na viwanja zaidi ya kimoja. Hiyo ndio inaweza kupelekea taifa letu kupokea wageni wengi zaidi, kwa sababu tuna infrastructures.